Ni kifurushi kinachokadiriwa kuwa na bangi ya thamani ya shilingi milioni 2.5 za Kenya, kilichokuwa kimefichwa kama mzigo wa kawaida ndani ya basi la kidia One Express lililokuwa likisafiri kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuelekea hapa jijini Nairobi. Dawa hizo za kulevya zikigunduliwa wakati wa ukaguzi wa kawaida wa mizigo mpakani, baada ya maafisa wa forodha kwa ushirikiano na polisi wa Kenya kubaini mizigo iliyozua shaka na kuifanyia upekuzi wa kina. Leo masaa ya saa mbili na nusu maofisa wetu wakiwa kwa border point. wakifanya kazi yao ya kawaida search, walipata kupata gari la basi la kutoka Tanzania kuelekea Nairobi la Kendia Bus Company. Wakati walipoendelea na msako yao ya kawaida, tukishirikiana na watu wa K9 maafisa wetu wa National Police Service walipata mzigo ambao haukueleweka kuangalia kwa makini ni mzigo ambaye inakuwa suspected kama ni ni bank ambaye iko na street value ya shilingi milioni mbili mia tano na mbili washukiwa wawili wamekamatwa na wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Namanga wakisubiri kufikishwa mahakamani huku basi hilo likizuiliwa katika kituo hicho, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Iko na kilogram 84 kilograms tayari, washukia wawili wako ndani wamezuiliwa, basi pia itazuiliwa, uchunguzi inaendelea. Kamando wa polisi kaunti ya Kajiado Alex Shikondi amewaonya wahalifu wa biashara haramu ya dawa za kulevya kuvuka mipaka, akisema kwamba vyombo vya usalama viko macho katika mpaka huo, akiongeza kwamba polisi wanamsaka mshukiwa mkuu anayedaiwa kuwa alikuwa kisubiri mzigo huo jijini Nairobi. si wasasi sana sana, wale watoto wetu ambao wamemaliza shule tuwafuatilie, kwa sababu wanaanza kutumika kwa usafirishaji wa hii madawa ya kulevya, na ya mkiona vile inaleta madhara mingi sana kwa watu wazima, watoto na tunaendelea na msago zetu. Tumekuja kupata habari kwamba hii madawa inasafirishwa kutoka mpaka kutoka nje za ngambo nje nje za nje. Kama hii mzigo ilikuwa inatoka Dar es Salaam ikiingia Kenya na mwenye kupokea mzigo ako Nairobi, tunaendelea kumsaka saizi. Maofisa wetu wengine wako Nairobi wanaendelea kumsaka na tunajua kwamba atapatikana. Tunaomba raia pia waendelee kusaidia kwa hii vita. Hii vita inadhuru sisi wote. Meneja wa forodha wa Namanga Nicholas Mugambi amesema maafisa wake wako imara kuhakikisha biashara haramu ya dawa za kulevya inazuiwa mipakani Anajeru huku Kenya ikiimarisha msako wake dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya kufuatia amri ya Rais William Ruto katika hotuba yake ya mkesho wa mwaka mpya. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina la langu ni Duncan Maiche ITV. <laughs>